Wanaingwe ambao walirundika uwanja wa Nyayo, alafu na paa naelekea Kisii mm, Bosongo, mashabiki wa Shabana ambao walirundika uwanja wan wa Gusi eh. alafu nasonga naenda Bomet eh. Yani, there's a new blood eh, fresh eh, blood in Kenyan football eh. Maanake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika Nairobi ilifurika na vilevile vile Bomet kulifurika mm. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu hivi hivi. Kabla sijamuuliza labda, kwa landa shata ndio tuanze show na laki mm -hmm. Arocho unajaribu kusema kwamba, mfano unazungumzia, mashabiki wanaanza kujitokeza uwanjani, juzi hii derby ya Ingwe na Gor Mahia, ndiyo ungekuwa bado ni uongozi wa Nick, mashabiki wangefurika wangekuja, lakini kamba si kama vile walivyokuja. Unakumbuka kwamba uongozi wa Nick ulikuwa mara nyingi na walikuwa wanazozana sana na hizi vilabu viwili. Yes, kuna wakati Ambrose, yes, na Daktari Shikanda, kuna wakati waliweza kuwapiga suspension ambayo mimi sikukubaliana nayo, maanake walikuwa wanadai pesa yao, na unajua hizo ndio vitu ambavyo vilikuwa vinaleta shida, e, na ku e, watu kutokupata e, hamasa ya kufika uwanjani, lakini ukiangalia jana juzi Um, Hussein Mohamed ali- aliingia kati, aliongea na vyombo vya dola imi, na akaimiza mashabiki. Tuje uwanjani. Hakuna siku tuliona Nick Mwendwa ama Doris Petna akiongea kuhusu mashabiki huja uwanjani, kando na kwamba ni mechi ya Harambee Stars. So mimi kwa mtizamo wangu mwamko mpya safari mpya fresh breath a fresh start a fresh angoa, manake kwa, kwa Lando namsikia anavyosema pale pale Arocho mm. Eh, manake tutaufungua na uchambuzi yeah. uh, wa mashemegi dabi. Niki unamwona president mwenyewe wa shirikisho Huseni yes. mwenyewe wa anaweka zile posters za Ingwe mm. na Gor mikakati inafanya kazi mm. E, ali mm. E, sign structures, unajua wakati ule mwingine ilikuwa ni huyu jamaa alikuwa ni one man guitar yaani kila kitu anataka afanye peke yake. Kwenda kwa stadium kwa, anataka aende peke yake, kuwa refari anataka kufanye peke yake uklachaguntka Ay, kwenda VIP. Ai, lazima akowe mwenyewe. Acha njugu hiyo ndio aliuza uwanjani. Ai, hukumamwona pale? Si alikuwa karibu bangi sharks juzi? Yeah, man. <laughs>

Hakuna siku hata anda federation ya nick eh, Harambee Stars imecheza kwa hakuna, kwa watu, kwa kiwanja. Ndio. Nika amekua kiongozi wa kandanda Nika, na uongozi wake Ken oamhe okay, Kenya Sindio, yenye atujaza kiwanja Sudan. Tumepigwa na Sudan. Sudan. Eh. Tumepigwa, tumepigwa kasa tumepigwa kasa. Eh. but kiwanja ilikuwa na watu na game ilikuwa saa tisa mchana.

La la la, la Keriano, wanachokisema wana, wana, wana vijana najua na, na, na, wame wamekunywa nguli kabla ya kuingia studioni ah, ah. You are the only sober man sober young man sober boy. Sikujua ile, ile moshi kwa landali kule naivasha bado nasumbua <laughs> ya kuchoma mahindi maanake. Tunavyojua kipindi chetu tutakuwa ni kuchambua game ndo mm. Hivi tunaanza na uchambuzi wa mechi kubwa, tutakuwa na kitengo ki, ki, ki cha ubashiri yes. Eh, tutatoa ubashiri kila mmoja ametoa ubashiri wake alafu call your friend Eh, shabiki wako ambaye unamwaminia katika masuala ya kabumbu. hmm. eh, bila shaka hata kuangusha. hmm. Tutampigia simu papa hapa, ukiwa naye unaweza ukatumia nambari yake ya simu na mambo yatakuwa mazuri, lakini kabla ya kuyasema yote hayo aa, lake Eriano naarifiwa na kwamba wewe, eh, uo unakaa na hawa mashabiki eh, vijiweni, mkiramba vitu vyenu. hmm. eh, wakizungumza <laughs> unafikiri kwamba kuna vile fresh start ilichangia hawa mashabiki kufika uwanjani ama, uh, wangeja hata kama ni wakati wa nika uh, unajua kwamba mi usema kwamba kila mmoja anafanya kazi yake mm. Shabiki kazi yake ni kuja kuwanjani, kama Federation imesema kwamba wamepanga mechi, unajua kwamba kama mechi imekuja kiwanjani, ni jukumu la shabiki aje uwanjani mwenyewe, si kwamba lazima Federation ikuje kuambia kwamba wewe kuja ushabikie timu fulani ama lazima uje kiwanjani. Mm. Wewe kama shabiki pale nyumbani, kama unajua ni shabiki wa Chingwe Gor Mahia Homeboyz iwapo unajua kwamba mechi ipo kesho, unajua unajua saa fulani, afu uko kiwanjani, utafika pale kiwanjani. Kwa hivyo sidhani kama shirikisho kwa njia moja ama nyingine imeweza kuhusika pakubwa kuleta shabiki kiwanjani.

Karibuni sana manake ni 90 90 plus kwenye radio 47, na tv 47. Kwa faida ya mtazamaji wa tv 47 ambaye amejiunga nasi, mie ni hassan mwananami, naitwa Fred Arocho. Endelea sura mbaya, roho safi kama pamba. Tena unataka niongezee toni kwa landa mwenyewe kabisa, alilandula na ivasha kwenye alisau jacket, alilandulanaivasha

ali. Wambo na wenzake eh, walinipangia siku yangu itafika. Rocho, umenikumbusha Cameroon wakivaa jezi wa TV 47 na Radio 47 tuna vitengo, tutakuwa tunaanza na kitengo chetu cha kuchambua game, mm -hmm. na pia tunakwenda mashinani, mashabiki wanachangia Kabizu. Leo Lakheriano pia amezungumza na baadhi ya mashabiki eh, wakizungumzia dabi, tutaweza kuwasikiliza, alafu Bashiri game <laughs> over GG under wawekezaji, eh, Arocha amekuwa for the last five years. Eh, ubashiri wake anakuambia straight to the bank, lakini kwa bahati mbaya benki ilifilisika. Alafu sasa funga kazi, ni segment inaitwa call a friend. Sasa labda wewe kwa Landa kuna, unamjua Arocho ndio tegemeo lako kwamba tukimpigia simu kama tutakavyompigia leo hatokuangusha matters football hapo kabisa. Ndio mtazamaji kwamba tayarishe simu zake eh. Kujitayarisha maanake tutakuwa tunawauliza waanze kujitayarisha na utaauli waweze kujiunga na sisi na kuwasiliana na. Nasi watizamaji upande wa TV watakuwa pia na fursa. Namba zitakuwa pale chini downstairs pale kwenye sisi tunaita lower thirds uh -huh. Wataweza kuziona zile nambari pale, lakini pia kwa manufaa yule ambaye pengine amezima TV lakini nasikia sauti eh, tutaweza kusomea namba ili uweze kuongea eh. Lakini nanii wape mitandao eh, yetu <laughs> eh, bila shaka iwapo ungependa kutuma arafa ama nambari ya yule jamaa ambaye ungependa kumpigia simu sio mm? Tuma pale kwa 24047 ama unapenyeza tu pale kwenye Facebook page ya Radio 47 ambayo iko blue iko verified na vile vile pale X ama ukipenda uh, Twitter ni Radio 47_kenya tuanze hivi, Chambua Game. Sasa katika uchambuzi wa gemu, gemu kubwa ilikuwa ni mashemeji dabi. Na Arocho, nilikuona hata kabla ya dabi. E, tutazungumzia mashabiki na hali ilivyokuwa, lakini nilikuona ulikuwa hapa na papa Ambrose Rachier Papa, yeah. E, papa Shikanda, yeah. build up ikaanza, mashabiki wakaja. lini umeona dabi ikijaa kiasi hicho mara ya mwisho, Arocho? Mimi kwa mtazamo wangu, mara ya mwisho nimeona dabi imekuwa na mashabiki wengi ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi ambapo tulipoteza mashabiki kwa bahati mbaya. Mm. E, vurugu ambayo ilikuwa uwanjani, tukapoteza mashabiki nane, e, baada ya e, kutokuwa na hali ya usalama uwanjani. Lakini jana niliona kitu ambacho mm -hmm. nilifurahia jamani. Kwanza, mashabiki walikuwa watulivu, kando na kwamba kulikuwa na jamaa walikuwa na jaribu hapa jaribu, jaribu, jaribu, jaribu na pale, hawana tiketi na wamekuja kuingia mpira, mashabiki walikuwa watulivu. Pili, mm mechi refari alithibiti mechi mm. Inamaanisha kukuwa na vurugu mm. Alafu baada ya pale kile ameletwa icing on the cake ni baada ya mechi mashabiki walivyokuwa wanaenda nyumbani mm. watu wamekumbatiana, watu wanaimba yeah. Yani ndio utamu wa kandanda mm. Sio ile jamaa wanajaribu kuchocha mashabiki watu walete vurugu, na kwa mara nyingine kongole mashabiki wa Gormaia na FC Leopards, manake amani ilipatikana uwanjani jana kwa, kwa landa. Hawa mashabiki nimekuwa naangalia kwenye mitandao haswa vijana kutoka Tanzania kule Bongo. mm. wamekuwa wakituchamba sisi, yes. kwamba debi lenu halina mashabiki <laughs> e, unakumbuka? Alafu wanalinganisha <laughs> hey, Yanga na Simba, na Simba. Mm. sasa mashabiki wamekuja wameanza kusema quality of the game was down. yes. mm -hmm. hawa hebu wajibu ha vijana wako umesema Radio 47 TV 47 inafika mpaka bongo, inafika bongo, inapita bongo, inapanda meli, inaenda Marekani, inaenda inaenda kule sehemu za Ukraini, inaenda Russia na ulikuwa huko juzi, sikita, ulikuwa Poland ama Russia? Nilikuwa Romania, Romania kule Bucharest, karibu yeah. na kule Ukraine, Moldova, pale Turkey kule, nilikuwa katikati mwa, uka, mwa Europe, ukaanzisha mm. vita na Russia <laughs> <laughs> nikaregeshwa mbio mbio <laughs> Lakini kwa vile kwa menajili mchezo ulikuwa mzuri kabisa no. hata uliwasikia wale makocha vile nilisema, mm. Sinisa, Sinisa pamoja na Ambaani. Ambani mm. walisema kwamba mchezo ulipigwa pale na Ambani pale alikuwa amekuja na tactic, eh, ya kuweza ku kumaliza me makali ya yule jamaa eh, Sinisa kutoka Croatia. mm. lakini kitu ambacho Arocho, ningependa tu kuongezea juu eh, mapolisi na maaskari uh -huh. usalama ni kitu ya maana sana umesema mm. kwamba hiyo ni responsibility ya club pamoja na federation pamoja na wale watu wengine lakini ma, ukipata maaskari kwamba wanaweza kutupa tiagas kwa uwanja, na kumbuka ulikuwa na instance kidogo tu, mm. kidogo tu kidogo tu kidogo, sa ile mara walikuwaja kujaribu kulazimisha kufungwa, kuingia kwenye stadium mm. maaskari ama wale wali, walinzi wa usalama waweze kufunzwa namna ya kumanage crowds, maanake ukirusha tiagas pale, kuna msichana kuna mtoto mm. kuna baba kuna nyanya kuna wale ambao yule wa, wa, ulimuona yule shabiki wa, hey, aha, na mdilu, kuna mm, watu kama wale sasa, ukitupa tia gas pale ule jamaa afanye ah, ukitu nini na, na, na haya mambo tumeyasema sana uwanjani, yeah, ma. Uh, ma stewards badala ya kuangalia mashabiki wanatazama mechi <laughs> <Yeah>. Wanajisahau <laughs> mm. Manake ukiamua urushe kama <laughs> tia gas unaharibu zaidi. That's very Eh, crowd control, yes, yes. Crowd control, eh, crowd management. Mm. Juu polisi wamesha, wa, wale crowd wanajua kupatana nao ni ya gani? Ni ya maandamano. Na wanajua crowd ya maandamano, sasa ni pia na training ya kiganjo ya maandamano, tumwagiliane maji na farasi. That is how the, that is the best way they can control crowds. Unaona? Eh, but now you need to understand, kuna crowd iko church. Unaona? Eh, kuna crowd imekuja crusade. Kuna crowd imekuja ku watch ball. These are different crowds and every crowd deserves a different kind of handling mm. Unaona, you know, maandamano hakuna mtu anakuja na mtoto wake maandamano. Unaona, so hapo unajua mtu anaweza kimbia mm. Unaget, na wengi ambao wanaenda maandamano, yes, wamejipanga mpaka uh, na uh, nini, unajua uh, teargas uh, is uh, part, uh, of uh, manda, yes. Part of maandamano part of maandamano ndio, lakini huyu amekuja na mtoi na wife ku watch ball juu sisi uh, tumewatangaza, tumeambia wase kujeni, mwatch grao, turudisheni mafans kwa grao, turudisheni boli yetu, ile sifa ilikuwa nayo. Kutucheka TZ wache kutucheka, unaget therefore Uh-huh. Mm-hmm. if you know you are deploying police officers to control that crowd because you've anticipated you saw What happened with uh, Harambee Stars? Unajua Wakenya saa hii tunafeel kama soda iko ndani ya chupa, imeshaikiwa hivi. Sasa ni kulipuka. Alafu ukifungua kat... tu hivi. Because Pop... tumekaa two years mazia hatujaingia ground watch watu wa game. Watu wame miss nyayo, wame miss kuona mm. mpira katika. Unaelewa. So wewe, yeah, we. Kama una deploy ama jamaa at least wape training waambie oya sikizeni. Hamjaenda maandamano. Mm au wase wamekaa na mafamilia nini na nini na nini, handle them carefully juu hata ile. If you go back to ile Harambee Stars ngori ilianza vile makarao wa farasi waliingia ndani ya watu, ndio hiyo. Sasa the moment they no, marched into, into, the crowd no, unasema PK pia alikuwa karao wa farasi Nilikuwa nataka <laughs> <Hey, man. laughs> <laughs> hey, you kujibu know, arocho hiyo umeleta tu arocho amesema hey. Mafanzo walienda home <laughs> wakidance <working laughs> pamoja <for> <coughs> I want him to know it's because they have one unifying factor hey. Right now mafanzo wote wa Kenya hey. Kuna kitu inawaunite hey. yeah. Aye. Aye mishahara ya mwezi mnamaneno kumbuka msikilizaji wa redio 47 <laughs> na mtazamaji wa tv 47 inaitwaje sho hii <laughs> yes. <laughs> hey, ni segment ya kwanza tu yachambua game lakini riano kabla tujajiunga nawe kitengo ambacho ulizungumza na vijana huko mtaani wakitoa ubashiri wako ni nini ambacho we ulikiokota kwenye hii derby manake Hawa watu wote waliofika tunaambiwa walikusanya 7.3 milioni mm, yeah. Na Nyayo kulifurika inamaanisha kwamba idadi kubwa ya watu waliofika uwanjani hawakulipa. Kulikuwa eh, na challenges za online ticketing. Ah, kwa hakika na nimeona jamaa wanasema kwamba unapata kwamba yule jamaa ambaye amewahi tiketi alikuwa anatumia message, ile message ambayo iko nayo ile link anarushia jamaa ambaye yuko nje, akionyesha ile link anaingia, anarusha ushahidi unao. Ni ushahidi uni e, un, nao ni vitu ambavyo nimeweza ndio. Alafu maana kijua watu ni wengi na mechi ndio nitaka kuanza. Kwa hivyo unapata kwamba jamaa, ile link ambayo iko nayo akisharushia jamaa nje Muda unakwenda unakusukuma pale kwamba eh, tunachelewa bwana, oh sasa, so hakuna time ya scanning na nini e, kama hivyo, unapata kwamba ukaingia pale. Kwa hivyo unasema kwamba next time angalau improve kwa hiyo online ticketing, alafu mm. Lafu pili, Jomo, unasema kwamba polisi yeye aliweza ku, unajua kwamba ni nini, hebu angalia, maana yake watu wataka education peke yake haitoshi, just go Europe, si ndio? Angalia dabi kama gani? Muulize tumwambie taki. Angalia dabi kama tuseme ya North London, si ndio? Ya Arsenal na na Tottenham. Umeona Thiago Aspali? zinakujaga zinakuwa uncontrollable. Nchi zilizostawi kwa mfano, mimi nikikata tiketi yangu najua ni sit namba 40, bas nitakuja nikae. Lakini hapa una sit yako VIP, ukija kumejaa watu wamejaza, eh. E, sasa, hiyo sasa, ndio sasa, laki anafaa kuwa anasema polisi atumie nini ingine. For example, kiwanja inafaa kufungwa kama ni saa tisa, that is it. Wewe jua by saa tisa hakuna watch game kwa TV. Number one, watu watafika mapema, it will give time for verification. Juwezi kuniambia nipange line, 358, game inaanza kwanza. Kweli, I will call her. But kama wameni communicate here, the way they communicated and said, sikiliza, ticket at uzi Sunday, inaisha Saturday, sindiyo? Watu wakanunua ticket, sindiyo? Pia hivyo, ku verify ticket yako latest ni saa tisa. At least uko na one hour ya kujipanga. Sawa. Najua kwa langa una jambo la kusema, lakini tuta tujiunga na lake Heriano tuwasikie wadau walisemaje kwenye Heriano Kona, na baada ya hapo tutarejea baada ya mapumziko mafupi kufungua laini za simu. pia na, mimi na, na, na, na, wa nina wazo kabla, eh, kabla tukirejea, mm -hmm. tutaongea kuhusu jamaa ambao wa wanasema kwamba 7 milioni ilikuwa ni pesa kidogo. Piga hesabu, unajua ubaya wetu sisi upiga tunduru. mm -hmm. nitakupigia hesabu mm -hmm. ndio uone ikiwa watu eh, walilipa shilingi mia tatu ni watu wangapi wataingia ndiwe 7 million? Na pia nataka niambia Rocho, tukiwa kwenye TV anashinda ngapi? Niambia kuhusu vile Shabana yake wanachukua 1 million kila wiki. Ah, pesa, ee, pesa ya moja, pesa yao ya home, ya ya season mzima ilichukuliwa eh, na game moja. Hapana, unajua, unajua, there's only one Shabana. <laughs> hey, hey, hey, hey, hey, hey. Keriano tupate ulisemaje na wadao tena kwa mpigo zaidi, TV47, Radio 47 kwa mpigo mmoja. ni kipindi hewani ni 90 plus, Helen Okola, tuko kitaa livyokueleza na nakuja na michuzi na zawadi kemkem, lakini kwanza nataka kuonyesha jopa ambayo niko nalo kwa kudadavua mechi ya mashemeji. Nazungumzia eh, makala ya 96 yale ambapo tumeona kwamba hapo jana nyayo uchanjao umeumia bure, jamani, wanaume ishirini na wawili, miguu arobaini na nne wanatoka kinyaunyao. Ai jamani, wawekezaji hapo vipi? Lakini niko na msemaji wa Chelsea maana atuoni mwenyewe atakuwa tueleze mambo yanakaa vipi ni kushana na mchezaji. Dabi niko na mzee kama huyu ni msemaji wa United. Hajaipoteza tangu 1914 jamani. Wawekezaji ka ange. Niko na msemaji wa City, Mani Lario yupo ndani ya nyumba na Man Pau mwenyewe mwenyewe. Anasema kwamba wao kama sina, uh, United wanabeba ligi. Sijui ligi gani. Ligi ya kule Uganda. Upande wa kulia niko na Mababe. Nazungumzia shabiki wa Arsenal mzee coach tuko naye kile ndani ya nyumba 90 plus. Niko na msemaji wa United vile vile Mantante mwenyewe anasema kwamba nywele machiachia kama zile za Onyiso kama zangu aswa na, niko na msemaji wa Chelsea, huyu ni man Eh, Shadi mwenyewe mwenyewe nafunga kazi Twiga, lakini Twiga lakini Twiga ambaye hana uninio. Shabiki wa Liverpool anaitwa Brayo, lakini kama kuzamda mtazamaji, nianze na man Shadi. Mashemeji Dabi. Hisia zako ni zipi mmechapiga sare pale uwanja wa Nyayo? Unasemaje mtazamo wako ni upi na umejiplani kutokana na hii e, debi la Mashemeji? Safi barabara kabisa. Kwanza nachukua ifurule nisema ni ya Sunday kwa TV47 na Radio 47 na kutupia ifursa. Kwanza nashukuru, kwanza Mashemeji Dabi iliyopita jana ilitoka sare ya bila bila pale Nyayo Stadium. La pili, nawashukuru uongozi wa adabi ya AFC Leopards na Gor Mahia kwa kutupeleka pale Nyayo. Ya pili, naguzia tu kiufupi tu venye walicheza wa, wa mashabiki walijitokeza kwa wingi, tunashukuru sana. La pili, venye wamekuwa wakicheza tangia hiyo miaka ya nyuma kabisa, maana wamecheza mara tisini na sita si kitu rahisi tunaweza furahia mashabiki vile walijitokeza uh -huh. Kwanza kutoka kule Ingo uh -huh. Walikuja kwa wingi. uh -huh. Walikuja kwa wingi hiyo uh -huh. Ndio utamu wa kutoka nini, hiyo ndio utamu wa shemeji dabi. uh -huh. Eh, kutoka draw. uh -huh. Ni vizuri kuliko kupigwa si uh -huh. Eh, tuko sawa. Jumapili kuna debi na Regewa Gasa Goromaye kwa nyumbani, unasemaje Goromaye na, na, na... jingwe hata tukifunga moja ama tutoke draw tuko sawa. Bora tusipigwe. Eh, Gor Mahia. Eh, mimi nasema watu wachingwe jana eh, nikuponea eh, wanajua vile tumezoea kuwachapa. Kwani ametuchapa mara ngapi? 28 peke yake. Na na ameshinda zile mingi. Eh, Gor Mahia. Hiyo eh, dabi hiyo next. Eh, Jumapili. Watulie. Eh, watulie. Eh, tupatane pale tuone game. Eh, tuliona mashemeji dabi jana. Eh, FC Leopard vs Gor Mahia eh, tukaona umetoka sare ya Sufuri bil sufuri. amepatana yeah. Ma mara tisini na sita yeah. kona Gor Goromaya akashinda mara thelathini na tatu yeah. FC Leopard mara ishirini na nane yeah. draw katoka mara thelathini na tano yeah, lakini mimi kuna kijana kijana kinda Mohamed Bajaber jana yeah, tuliona alifanya mambo huku Kenya, Kenya bado, polisi bado, bado wanashikilia jedwali hapo juu yeah, kama kawa mii Kenya Police na nibamba, ama polis a wa Kenya Police oh. E, kijana Bajaber eh, Mohamed eh. Ananibamba leo kama kawa kama dawa eh.

Manake. Kwanza kwa huyu kwa anaitwa kwa nani huyo Atuoli. Sio yule, lakini ana karibiana tu hapo. Hesabu ziko hivi mm. Na kwa wale ambao wanaona ni kama eh, kuna njama ya kuweza kupotea na senti <laughs> mm. tiketi za mia tatu mm. Ukiangalia kwa milioni tuseme saba mm -hmm. Ama tuseme milioni tano, najua kwa nini nasema hivyo. Ama tupatiane milioni moja, mm -hmm. milioni sita because hiyo milioni nyingine moja itakuwa ni a center stand. Tupatiani milioni sita, hesabu tupige, 6 million mm -hmm. divide by 300 mm -hmm. uh, huh. eh, eh, yes, 20,000. 20,000. That means, unajua uwanja wa Nyayo Una beba takriban elfu thelathini hiyo, yeah. Imejaa hadi pomoni. So ikiwa tuchukue tu kwa mfano kulikuwa mashabiki elfu ishirini na tano. Mm. That is 7.5 million. Mm. Alafu labda center stand, uh, mm. uh, ukipiga hiyo imejaa pomoni kabisa, mm -hmm. inaingia around 8 or 9 million. Ile kwa mimi naona it's not a bad, hesabu si mbaya kwa sababu unajua kwamba pia kulikuwa na expenses katika ile mechi. Yeah. Hmm. E, ulikuwa mzuri sana isabati. Okay. E, high school. Arochi alikuwa mzuri isabati at the university level. kwa hiyo tutafanyaje? Tutarudi. <laughs> <laughs> Yes. na mathematics za high school. Yes. baada ya mapumziko mafupi kumbuka, ni Radio 47 na TV 47. show inaitwaje, vijana? tunapunguza kidogo, halafu tunarejea baada dakika za kuhesabu